Hi, hi guys, hizi ndio product mimi nafanya niko ndani ya Malindi najiita Bravo 254. Ukiona material hizi vitu safi, hizi mambo zinatoka Malindi, siulize ni wapi, huja Malindi steji mpya, utapata vitu kama hizi. Kwa YouTube unajiita Bravo 254. Kwa Facebook unajiita Bravo Creator. Ukitaka mali kama hii hii ni kitu gladiator, mali safi, material yenyewe inajipa. Hii ndio kazi yangu nafanya kwa muda unaostahili, muda wenyewe tumeelewana, unapata kiatu chako na wewe una enjoy. Usifikirie ni kiatu tu hii peke yake yenye inatengeneza, angalia kuna gladiator ingine hapa, kitu safi, kitu quality, kitu unique. Yeah. Eh? Hizi vitu zote utapata ndani ya Bravo 254, Nalindi stage mpya. Ukifika kwa stage tu ulizia, nataka Bravo 254. Mwenye anatengeneza viatu za shanga tanipata mimi hapo. Hizi ndio materials zangu mimi hufanya na napenda sana kazi yangu. Ebu angalia kitu kama hii kitu unique. Yeah? Ukitaka raba stamp yangu ndio hiyo hiyo ndio kitu mimi tengeneza. Angalia hiyo ya men eh, yeah, mali safi hizo, zote utapata ndani ya Bravo 254. ako ni ka ladies, naona kitu white, tapata ndani ya Bravo 254. Hebu ona hii hii, kwa lugha ya kazi tunaita chips, lakini sio ile ya kukula hii ni design yake inaitwa chips. Angalia ya mto hii, hiyo hizo, eh? ni oda za wenyewe, nazipaki mara hiyo hiyo, keep it up, nazirusha kwa mwenyewe, na mwenyewe naye pia ana enjoy kazi yake na anapata mali yake. usi usifikirie tu ni hizo ziko hapo peke yake, kuna mali ingine huko. tumeweka display hizi, ndio vitu hutengeneza hii ndio duka yetu, watu wameokotaokota bati zenye ziko ndio zenye tunauza. Angalia hiyo, kama we utaki makala mingi, unataka tu kala moja peke yake. Hiyo kala inaitwa bullet ya shanga na pipe, sawa. Hii kama unataka we ni mtu wa kupenda kala, design zake logo tunazo mingi, unaona hiyo hiyo ni BNG butterfly. Hiyo zote hizo zina presenti kampuni ya Bravo 254 mimi ndo mmiliki, karibuni nyote. Maua zingine ndio hizo, naona hizo ni maua zijatengenezwa zikakuwa viatu. Chini ni pattern hizi, lakini hizi ni vitu zishashonwa, bado kutengenezea mwenyewe tu na kuuza. Kwa hivyo nawaalika nyote TikTok Instagram YouTube, ukiingia ukiona picha kama hii, usisahau kushare na kulike, na mimi pia nitazidi kufurahia, ndio kazi hii izidi kusonga mbele. Asanteni sana, karibuni nyote.